Hii ni kwa wale tu ambao wana mawazo ya biashara ambayo wakikaa chini wanalifikiria jambo lao, wanalifikiria wazo lao, lakini linakufa kabla halijazaliwa. We kama ujawe kuwa na mawazo ya biashara, unaweza kuendelea. Hii ni video maalum kwa watu ambaye ana wazo la biashara, anaindia ya biashara, lakini hajui wapi pa kuanzia. So nisikilize vizuri, hii ni kwa ajili yako. Kama unawaza biashara, unaijia biashara na ukikaa chini unapiga hesabu kwamba namna gani za kukulipa, namna gani za kuleta matokeo kwako, lakini hujui kabisa nini cha kufanya, jambo ni moja tu. Nimekuandalia kozi maalum ambayo itakufundisha namna gani ya kuweza kuanza biashara yako kwanzia mwanzo, namna ya kuanza na namna gani biashara kwa ukubwa ama ujasiriamali kwa ukubwa unafanyikaje na mbinu za kuweza kupata wateja wako mia moja wa kwanza. Hivyo, namna ya kuweza kupata hii kozi: hii kozi iko kwa namna mbili, ni kozi mbili ndani ya kozi moja, kwa maana ya kwamba utapata kozi ya video ambayo ina zaidi ya masaa mawili na nusu, ambapo utakaa chini, itakuwa hatua hatua hatua na kuelekeza hatua, utapeana assignment pale na kufanya. Vilevile nimekuandalia kozi ya ebook kitabu cha soft copy ambacho itakuwa nacho kwa ajili ya kujisomea juu ya mambo yote yale ambayo nakuwa nimeongea kwenye video, namna gani uweze kupata muda wa kuweza kujisomea vizuri na kwenda hatua kwa hatua mpaka kupata wateja wako wa kwanza mia moja. Ukihitaji kozi hii, comment neno linki hapo chini, ndio nakufikia moja kwa moja, DM na kukupa kozi hii moja kwa moja ama nipigie kwa simu inaonekana hapa, then nitakusaidia kupata kozi hii moja kwa moja, kwa kuhakikisha unajua ufanye nini na kwa nini. Tukutane kwenye kozi.